Nyumbani kwa, kwa kweli tunawashukuru sana kwa heshima kubwa ambayo mmekipa chama chetu na mmenipa mimi, asanteni sana lakini, naomba mpokee salamu kutoka kwa mwenyekiti wa chama chetu Dr. Samia Suluhu Hassan anawasalimu sana. Nilimuwanga kwamba anakuja Tunduru leo, kaniambia, waambie wa watu wa Tunduru tunawapenda na natutaendelea kuwatumikia ye sasa, ndugu zangu wa Tunduru, kwa sababu ya mwenendo wa mvua, naongea mambo mawili, tunakula muziki tunatawanyika. Sasa tumeelewana? a la kwanza, nawashukuru sana ndugu zetu kutoka chama cha ACT waliojiunga na Chama cha Mapinduzi, na natoa wito kwa wananchi wote wa Tanzania wa vyama vyote kujiunga na CCM natoa wito kwa wana CCM wote, wananchi wote wa Tanzania kujiunga na nini? Na CCM kwa sababu ndiyo chama cha maendeleo, na sisi tuko tayari kufanya kazi na Watanzania wote bila kuwabagua. La pili, Watanzania tuendelee kuilinda, kuitetea na kuienzi amani ya nchi yetu kwa nguvu zetu zote. Nchi yetu iendelee kuwa na upendo, nchi yetu iendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kupendana, tulete maendeleo ya nchi yetu.